Penzi mtazamaji wa saa TV, leo nimekuletea uchambuzi uliotukuka kabisa kuhusu ubora wa timu ya Simba ya yeah. yeah, ubora wa timu ya Simba umechangiwa na vitu kama sio vinne vitano, ngoja tukaviangalie hivyo vitu vinne. Simba kwa sasa hivi sio kama ya misimu miwili mitatu iliyopita hapo nyuma, ya sasa hivi ni simba imara sana na uimara na ubora wa timu ya Simba unachagizwa na vitu kama sio vinne ni vitano, mpaka sita saba. Ya yeah, utasema baadhi ya hapo hivi, lakini usisahau kusubscribe, ku like na ku comment kwenye hii chaneli yetu, ili kuwa unapata notification zinazohusu michezo na burudani kwa ujumla, hasahasa msuala ya michezo ya miguu ya yeah. Tukiangalia kikosi cha Simba sasa hivi kinachagizwa au kinavyocheza kinacheza kwa ubora wa hali ya juu sana, kinacheza kwa mipango na kinacheza kama timu fulani inayoelekezwa. Unaona, sio tu kwamba kila mtu anacheza kulingana na kiwango chake alicho nacho, lakini wanacheza kwa namba namba sita akiwa uwanjani unamuona namba saba, unamwona namba nane, unamwona tisa, kumi mpaka kumi na moja, mpaka kipa na mabeki wote wakiwa uwanjani, unaona wanafanya kazi yao. Sasa hii hapa, kwa nini tunaweza kuwaona wote? Tunaweza kumwona Wilson Nangu, kwa nini tunaweza kumwona Nanili Lushaini Deliuki akiwa kwenye kwenye mechi? Kwa nini tunaweza kumwona Nabi Kamal akiwa kwenye mechi. Kwa nini akiingia Rasane Kantu unamwona? Kwa nini akiingia Budo Sjr unamwona? Kwa nini akiingia Jonasan Soa akiwepo Mpanzu na wengine kina Kibu Dennis kwa nini akiwemo, unawaona wote, kwamba sio mchezaji fulani tu, kwamba eh, leo timu fulani amefanya cha maana sana. Lakini ukitoka ukianza kuulizwa timu ya Simba, labda ukiambiwa upewe nani mchezaji bora wa mechi kwa siku hiyo, unaanza kufikiria Unaona, haumuoni wa kumpa mchezaji bora wa mechi kwa sababu wote wanafanyaje? Kwa sababu wote wanafanya kazi nzuri. Unaona, sasa hii hapa inakuwa inachagizwa na timu inakuwa inacheza kwa system, maanake ile formation ya 4-2-3-1 unakuwa unaiona kabisa inaonekana, ambayo anaitumia sasa hivi kocha Pantevu. Unaona, <clears throat> kitu cha kwanza kabisa kinachochagiza ubora wa Simba sasa hivi ni mifumo ya manager kocha Pantevu, unaona, mifumo ya manager kocha Pantevu na mpira wake, system yake ya mchezo. Kwanza yeye ana mipira, ana mpira wa kuanzia nyuma kwenda katikati mpaka mwisho ambao unaweza kukanli, yani mpira unaoshambulia kuanzia mwanzo mpaka mwisho, yani anaanza na kipa, yani ushambuliaji wake unaanza na kipa. Kipa anaanza, wanaenda kinarushaini, wanatafutwa mamido, alafu wana, nanilii mabeki wa wa pembeni wa pembeni, mabeki wa pembeni na mawinga wa pembeni wanakuwa wanafanya kazi kubwa wakishirikiana na namba nane na namba na tisa. Unaona, kwao kitu cha kwanza kinachosababisha Simba kuwa bora sasa hivi ni mfumo wa kocha kocha Pate, lakini pingine kingine kinachosababisha Simba kuwa vizuri ni uwepo wa wachezaji tofauti tofauti na wenye status nzuri ambao wanaweza kukuofa kitu kingi kwenye mechi. Haitoshi tu kuwa na kocha unaona, haitoshi kuwa na kocha, lakini pia je, unachezea una, maelekezo yako unayatoa kwa kina nani? Maanake maelekezo anayotoa kocha anawapa watu ambao ni watu sahihi kabisa, unaona. Ukiangalia kwa mfano hapa katikati ya Kianza na Nabi Kamala au na Nabi Kamara kwa mfano tuseme mechi ya JKT alianza na Nabi Kamara na nani na na Kagoma, unaona. Lakini akaja akamtoa Kagoma akaingia Alasane Kante. Na naona tena pati na Alasane Kante na Nabi Kamara naona aona ndo inakuwa, inataka kuwa ya moto zaidi katika swala la ushambuliaji kuliko ya Kagoma na Nabi Kamara. Ya Kagoma na Nabi Kamara inaonekana ni nzuri sana katika kujilinda, lakini kwenye swala la ushambuliaji yani kuanzisha mashambulizi ya hali ya juu ya kasi, naona combination ya Alasane Kante na Nabi Kamara inakuwa ya, ni perfect sana kwa hiyo Kinachotokea pale sasa ni nini? Kinachotokea katikati, timu inakuwa nzuri. Maanake ikishakuwa nzuri katikati, timu inaweza kusababisha au kutengeneza balance kati ya washambuliaji na mabeki. Unaona, mabeki wanakuwa huru, hawafikiwi sana, hata wakifikiwa, wanakuwa wameshajipanga. Washambuliaji nao wana uwezo, wana receive mipira iliyo na hakili Unaona, sio kila mpira anaoupata yani lazima atumie nguvu nyingi, anapewa mpira ulio na akili. Ukiangalia kwa mfano, kama pasi aliyopigiwa na nili Jonathan Soa na Abraham ile ilikuwa ni pasi ya akili japo ilipitapita kwa mabeki lakini ilikuwa ni pasi ya akili Abrahim kwa ameshamuona kabisa movement ya Soa, akaenda akampa nanilii nzuri kabisa. Kwa hiyo kinachosababisha ni connection kati katikati katikati ya mabeki na connection, katikati kati ya nani ya forwards wale wananilii mastrikers wale watu wa mbele, namaanisha wale namba kumi, tuseme kumi, kumi na moja saba na namba unaona kuna kuwa na connection nzuri hapo unaona. Lakini kingine kinachosababisha Simba ni kuwa na uwezo wa wachezaji wengi wenye uwezo wa hali ya juu, kwa sababu ukiangalia Simba sasa hivi ikifanya sabu ni sawa au ni zaidi ya aliyeanza. Kingine ni ushindani ndani ya klabu, ni ushindani ndani ya klabu, yaani ushindani kati ya mchezaji na mchezaji mwingine, players competition. Ukiangalia sasa hivi namba nyingi sana zina wachezaji tofauti tofauti, tukiangalia kwa mfano eneo la katikati kwenda juu, katikati kwenda juu, achana na huku mabeki. Mabeki huku mara nyingi wanakuwa competition yao inakuwa ni ndogo sana kulingana na idadi yao lakini pia na nini, availability ya baadhi ya wachezaji. Kwa mfano kama vile kina Hamza, upatikanaji wao unakuwa usha kuwa ni mgumu sana, anakuja mechi moja anacheza eminat, lakini anapotea. Kwa hiyo pia kuna rusha ini kina Wilson Nangu, kina Karabua, wanakuwa hawana competition kubwa sana, kwa sababu anajua tu kuna mechi atafanyaje, atacheza. Lakini tukija hapa kuanzia hapa katikati hapa namba sita, nane, kumi tisa, saba na namba kumi na moja competition imesha kuwa kubwa sana. So tukianzalia kwa mfano hapa katikati namba sita na Kagoma, lakini pia Arasane Kante ndiye anakuwa anacheza kama namba sita. mm -hmm. Unaona, ehe, lakini tukiangalia pia kuna kina Nio Maema, kina Nandi namba kumi hapo kina nani huyu? Ahua, unaona lakini, kuna kina Budo SGR, hiyo competition ni ya namba moja, yani wote wana compete namba kumi, unaona. Lakini ukija pia huku pembeni unakuta labda kuna nani huyu Tuseme kina kibu Dennis wanakompiti na kina Abraham, unaona, hasa unaangalia yani wachezaji kwamba anaona nikipewa nafasi mimi nikipewa mimi nafasi i have to show something, natakiwa nionyeshe kitu kwa, le, kwa kocha, ili mradi aweze kuendelea kuniamini kwa sababu hawa wachezaji wanavyozidi kucheza kila siku, yani unavyozidi kucheza kila siku ndo no you become more perfect chance ameitumia Simba mweusi wawili kwenye mpira mmoja. Kucheza. Da, unataka kwenda kucheza huko nmcheza magharibi huko Wydad Casablanca, you want to join with Al Ahly, unataka kujoin na timu tofauti tofauti huko utaendaje? Utaenda kwa kucheza, si ndio? Kwa hiyo mchezaji anapokuwa anacheza regular, anapokuwa anapatikana kila siku kwenye kiwanja ndo inamuongezea value yake ya yeye kupatikana kwenye soko la nini la tuseme, tuseme hata la Afrika, hiye hapa kwenye soko la mpira anakaa anaonekana, sababu yani mchezaji yeye ndo bidhaa yeye mwenyewe yani yeye ndo bidhaa yeye mwenyewe, bidhaa inayojimaketi yeye mwenyewe. Sasa anajimaketi. Je, atajimaketi kwa kucheza vizuri? Kwa hiyo anapopewa namba mtu anaonyesha zaidi na zaidi na zaidi, ili aweze kumshawishi ile kocha aweze kumpa namba kila siku, aweze kumpa nafasi kila siku. Kwa hapo tunaona kwamba hii hapo kompetisheni, iliyopo ndani ya klabu, kwa kuwepo wachezaji wazuri wengi wa namba inayofanana, tuseme hivyo kwamba namba moja inakuwa na wachezaji wengi, halafu wachezaji wote karibia ni wazuri, kwa hiyo wanakuwa wanashindana wao kwa wao ndio maana timu inaonekana inacheza vizuri zaidi, inaonekana inacheza vizuri zaidi. Unaona, kwa sababu ya competition, competition within the club kwamba player to player competition, fulani na fulani. Unaona, unasikia, unasikia watu ou, oh. fulani siji kamloga lakini hiyo miwaga sinanili sana. Lakini kinachompa mtu ubora ni upatikanaji wa yeye kwenye mechi, anamshawishije lefa et lefa kocha anamshawishije kocha kwenye mpira kwenye nini kwenye mechi fulani aliyopewa kwenye dakika fulani alizopewa, yaani hata kama umepewa dakika tano, sita, saba, nane, tisa, kumi, unaonyesha kwamba mimi ni mchezaji wa aina fulani. mfano Morris Abraham kaanza kuingia dakika ya sabini juzi, unaona, ameanza kuingia dakika ya sabini lakini alishow something ambacho alishindwa kukionyesha Kibu Denis kwa dakika nyingi, unaona. Yani dakika chache za Maurice Abraham it was perfect compared to dakika nyingi za Kibu, unaona. Kwa hiyo wachezaji wanakuwa wanafanyaje, wanananilikwa namna hiyo Jonas, eh, Jonas comparing to Mkwala unaona, Jonathan Soa alionyesha ubora zaidi, kwa sababu alisiko, unaona, ukikompea na nani na Mkwala kwenye mechi ya JKT, labda tusemee mfano mechi ya JKT. Haya, ukija Alasane Kante, ukimkompea na Kagoma, yani Alasane Kante alionyesha impact kubwa kuliko Kagoma kwenye ile mechi, kwa sababu ya pasini zake alizokuwa anapiga unaona ko hii inakuwa inao inaleta hamasa kwa wachezaji inaleta hamasa kwa wachezaji kwamba nikitumia nguvu nyingi, nikitumia akili nyingi, nikicheza kwa ufasaha, nitaweza kupatikana kwenye soko, nitaweza kupatikana kwenye kila mechi ili niweze kujimarket fresh, ili niweze kuongeza value yangu, hata nikienda kwenye timu za ambazo zina uchumi zaidi ya Simba niweze kupatikana vizuri kwa ubora za hii. Hilo nalo linasababisha, lakini kingine ni malengo ya Simba. Sasa malengo ya Simba, malengo ya Simba, tuchukulia kwa mfano kwenye klabu bingwa, malengo ya Simba sasa hivi at least yani at least, yani at least makundi siyo shida, robo finali siyo shida. Yani malengo ya Simba at least sasa hivi wanataka wafike nusu fainali. Sasa utafikaje nusu fainali? Wamesajili wachezaji wengi ambao wana uwezo mkubwa, ndio maana unaona timu inafanya vizuri kwa sababu ya malengo ya timu. Unaona, kwa hiyo timu nayo imechangia. Yaani, viongozi wana malengo gani? Mashabiki wa timu wana malengo gani? what the desire they have with their club? Wana wanalengo gani na timu lao? Unaona, kwa hiyo hilo pia na lenyewe linachangia kwamba Simba wana malengo ya kufika mbali zaidi. Sasa tutafikaje huko mbali? We have to compete with Berkane, we have to compete with Arahari, we have to compete with Maniema, we have to compete with Petro Atletico de Rwanda, we have to compete with Esperance de Tunis. Tunatakiwa tu compete na hao. Tutakompitije, tutapeleka uchawi au tutapeleka wale wananili wapiga kelele au tutapeleka wachambuzi wanaochambua mpira waende wakananili wakawapige maneno ili tufike nobo finali? No, we have to We should have we prayers. Lazima tuwe na wacheza na wachezaji. Kwa hiyo tunapataje wachezaji? Wachezaji watakuja wenyewe kwamba nataka mimi nijiunge na Simba? No, we have to find those wachezaji wa nani. Viongozi wa Simba wametafuta wachezaji, wachezaji wakatafuta wachezaji wakatafuta wachezaji wakaja, akaweka pamoja, ndio maana umeona wamefanya usajili mkubwa sana wa vijana, yani usajili mkubwa wa vijana ambao damu ni, ni ndo ni chache, ni changa, damu ni changa, ambao bado ipo kwenye climax, ambao wapo kwenye repo yao sasa yamaendelea yani, vijana waliopo ukiangalia kina Muhamedi Bajaberi au kina Rasane Kante, kina Nabi Kamara, kina Abraham, tunasema wapo kwenye levo yao sasa hivi. Sasa kufanyaje ya kucheza mpira, yani wapo kwenye levo yao ya kujimarket, wapo kwenye levo yao ya kuendelea sasa kwenye mpira, kuonyesha kwamba sisi ni wachezaji. Wakishapita kwenye huo umri wanaenda kwenye declaration stage, kwa maana yake wanaenda kupote, kupotea kwa hiyo kwa sasa hivi Simba wameamua kusajili wachezaji ambao watafanyaje watawaofa tu hiyo nayo ni sababu nyingi nyingine. Usikose makala zingine zinazokuja kuhusu Simba Sports Club. Nachokuomba cha kufanya, unatakiwa usubscribe, utoe maoni pia, wapi labda tuongeze nini, tupunguze nini kwenye haya na nilikwenye uchambuzi wetu yaani wewe kama shabiki wangu unaponikosoa wa mimi ndo najifunza zaidi, so na mimi ili nikuletee kitu bora zaidi, unatakiwa ukomenti, uraiki, ushare kwa watu wengine, ili ifike mbali zaidi, ili watu waweze kuio- kuiona. Don't forget to subscribe to this channel. Asanteni.